Matokeo ya kidato cha sita na jinsi ya kuangalia matokeo hayo kwa kutumia simu yako ya he bwana. Kwa kawaida baraza la mtihani la taifa yani NECTA utangaza matokeo ya mtihani wa, wa kidato cha sita ACSEE ndani ya wiki mbili za kwanza za mwezi Julai kila mwaka. Kwa mfano mwaka 2024 matokeo hayo yalitangazwa tarehe 13 mwezi Julai, na kwa mwaka 2025 matokeo hayo yanatarajiwa kutangazwa kati ya tarehe moja mpaka tarehe kumi na tano ya mwezi wa saba. Hata hivyo, tarehe halisi ya kutangaza kwa matokeo hayo badilika kutokana na sababu mbalimbali kama vile mchakato wa usahihishaji na uhakiki wa mitihani. Kwa hivyo ni muhimu kwa wanafunzi pamoja na wadau wengine wa elimu kufuatilia matangazo hayo kupitia tovuti ya NECTA ambayo inapatikana Google, unaweza kuandika www.necta.go.tz au kwa kupitia vyombo vya habari vya kitaifa kwa taarifa sahihi ya hebana Matokeo ya kidato cha sita ni tathmini ni ya mwisho inayotolewa na baraza la mitihani la taifa yani NECTA kwa wanafunzi waliomaliza elimu ya sekondari ya juu ya kidato cha sita nchini Tanzania. Mtihani huu unajulikana kama Advanced Certificate of Secondary Education Examination ACSEE. Ni hatua muhimu inayohitimisha safari ya elimu ya sekondari na kufungua milango kwa wanafunzi kuendelea na elimu ya juu au kuingia katika soko la ajira. Kwa wanafunzi, matokeo haya yana umuhimu mkubwa, kwani yanaamua yana sifa pamoja na nafasi zao za kujiunga na vyuo vikuu au kujiunga na vyuo yeah, vya kati. Bwana hii ni Memorata TV. Eh, katika video ijayo nakuwekea jinsi ya kuangalia matokeo ya kidato cha sita katika video hii naomba tuishi haya. Ulikuwa na mimi msanidi wako wa nguvu, naitwa Tino Madiva na usiweze kusubscribe kwa sasa, mimi na sign out, tukutane wakati mwingine tena. Ciao.